Zinazofuata lakini kwa hivi sasa kama nilivyokueleza mapema, alikuwa nimezungumza na mwenzangu Steve Shtera mida ya asubuhi a katika boma la kaka Dominic ambaye ndiye ambaye leo hii ni gumzo katika maeneo ya Kakamega baada ya kufaulu kupata shilingi nusu milioni chini ya mwamvuli wa Shabiki.com. Kwa hivi sasa naona kwamba mapema ulikuwa peke yako, kwa hivi sasa naona sehemu imefurika kabisa, tueleze zaidi ni kipi ambacho tumekosa kuanzia sasa tulipoongea mpaka sasa, na ni yapi ambayo yanatarajiwa kutendeka kuanzia sasa, Shter? Bila shaka, Rashid Abdalla, si mengi tu ambayo yanatarajiwa kutendeka. Yaliyo hapa ni kwamba jamii nzima imejumuika katika shule ya msingi ya Bushiri, eneo bunge la uh, Navaholo, uh, kwa madhumuni tu ya kusherehekea ushindi wa Dominic uh, Lumumba ambaye amejizolea nusu milioni pesa, ambazo bila shaka anasema kwamba ni za umuhimu sana kwa maisha yake katika eneo hili. Kumbuka tuko katika kijiji kwake asubuhi. Tulikuwa katika kijiji cha Shambiti eneo la Ebutenje eneo bunge hili la Navaholo, lakini kwa sababu tu ya kuweza kujumuisha jamii nzima, hafla hii imeandaliwa katika shule ya msingi ya Bushiri, ambapo hapa kuna mapochopocho Rashid, na jamii pamoja na ndugu na jamaa zake tutajumuika tu pamoja katika chakula cha mchana katika tu kuadhimisha au kusherehekea ushindi huo. Dominic tutamleta wakati wake ukifika, Rashid, manake wanasema kwamba yeye ndio mgeni wa heshima wa siku hii, na mgeni wa heshima huwa hatoki tu ovyo ovyo. Atatoka wakati wake ukifika, akikabidhiwa cheki yake ya nusu milioni, pesa ambazo bila shaka zitaweza kubadilisha maisha yake pakubwa, ili kueleza kwamba jamii ya eneo hili inajumuika hapa. Nimekueleza tu tuko katika eneo la Bushiri, lakini maeneo tu yanayozingira eneo hili, nilikwambia Lukume, eneo la Ingote, eneo la Shikoti, maeneo haya yote yamejumuika kuweza kusherehekea ushindi wa nusu milioni. Ushindi huu si wa Dominic tu ni ushindi wa jamii nzima, na niko na kiongozi tu wa eneo hili ambaye ataweza kutueleza a, a, ni vipi tu wamechukulia ushindi huu. Ni ushindi wa mtu mmoja, lakini kama jamii, utaelezea vipi? Utaanza kwa majina na utueleze mmechukulia vipi, mmesafiri kutoka maeneo mbali sana kuja kusherekea ushindi huu. Asante sana kwa majina. Naitwa Elfas Shalaha. Siku ya leo tunasherekea ushindi ambao umekuwa ushindi wa kipekee wa Shabiki.com. Ni ushindi ambao umetirisha kwamba mtu mmoja anapopata ushindi analeta jamii yote kwa ujumla. Tumesherekea kifurahia ya kwamba nimeona wananchi wote watapaka mbalimbali kutoka kule Lukume, kutoka kule Samizi, nimeona wengine wanatoka Shikoti, wengine wanatoka matende Ngotze, wote na Bushiri kwa ujumla, wananchi haswa wamekuja kuangalia kwa kwamba kweli mtu akicheza anacheza anacheza mchezo kwao hutuswa. Dominic leo amecheza, amekuwa mshindi wa shabiki.com mapochopocho ya nusu milioni ni chamba ambalo wananchi wa Bushiri na wananchi wote wanasema, kweli shabiki.com it is a reality it is a true. Leo hii kitu chenye nimesoma siku ya leo, nimeona upendo katika wananchi, nimeona wananchi wamefurahia, mtu mmoja ameleta wananchi kwa umati mwingi sana tunapika um. Hongera sana Radio Citizen shabiki.com kwa kutumika katika jamii chini chini kabisa katika vichichi, kutembea katika vitongoji, kuona ya kwamba siku ya leo wananchi wameona Mr Mwala, wananchi wameona Mr Steve na wengineo wa Radio Citizen. Kwa uchumla, tunasema hongera sana na wengine wametupea changamoto ya kwamba shabiki.com lazima ucheze, tutachimuka wengi sana na imisa wananchi hii ni mchezo ambao wewe unacheza tu kwa yari yao, naona siku moja unakuwa mshindi. Mshindi wa, mshindi wa siku moja wa Dominic, umetupea watu wengi kufika hapa siku ya leo na kusherekea na kusherekea na kusherekea. Asanteni sana. Aa, bila shaka Rashid, hapo awali katika uwanja huu kumekuwa na Uh, mechi ya kukata na shoka. Mwala amekuwa na timu yake, na naarifiwa na Juliet, kwamba timu ya Mwala imeweza kushindwa uh, kwa, kwa mikwaji ya penalti uh, mabao matano kwa manne nafikiri Mwala aliweza kupoteza penalti, lakini uh, uh, isi, is, is, isi, isimtie wasiwasi manake, uh, katika jukwaa ambalo tuko uh, kila mtu bila shaka ni mshindi Rashid. Uh, kwa hivyo nikipata pia muda nitamleta mwala ataweza kueleza tu raha aliyopata katika eneo hili. Ninavyozungumza na wewe, nafikiri chakula cha mchana kiko tayari Rashid, na utaniruhusu ning'atuke niende pia mimi aa, nikapate e, nafasi hiyo ya kuweza kujumuika na wenzangu katika chakula cha mchana kwa hisani ya shabiki.com. Naam, bila shaka Shitera, naona kwamba kuna mbwembwe huko nyuma, lakini mwambie mwala asiwe na wasiwasi kwa kushindwa kupoteza mechi. Wajua kuna watu wengine wanashinda mechi, kuna wengine wana, wanashinda poa. Kama mashabiki wa Manchester, wale huwa wanashinda poa, lakini hawashindi mechi. Kongole sana Shtera, nikupe nafasi ukapata chakula cha mchana, baadaye nitaungana nawe. Lakini tukiendelea mbele, mtazamaji, na baadhi ya taarifa zetu, kama baadhi ya mashirika ya kijamii kaunti